Uh, katika video iliyopita niliweza kuonyesha jinsi ya kuweza kujiunga na NSSF katika NSSF portal kwa kutumia simu yako tu online na ukaweza kuona contribution zako zote. Katika video iliyopita niliweza kueleza hivyo, lakini katika video leo sasa nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kudai mafao yako kupitia njia ya mtandao bila kwenda katika ofisi za NSSF. Sasa unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja: Login katika account yako ya NSSF na baada ya kuweza kulogin, na ukishaweza kulogin katika account yako ya NSSF, utakuja katika sehemu hii ya benefit claim, utaifungua hapa. Ukishaifungua benefit claim, utasogea huko mwisho, utaweza kuona hapa lodge claim, utabonyeza sehemu hiyo ya lodge claim. Utakapofunguka hii lodge claim utaweza kuona member ID yako utaweza kuona date of birth yako. Uh, jina lako pia utaliona, nationality yako utaiona, phone number pia utaweza kuiona alafu baada ya hapo sasa utatakiwa ujaze email yako. Utajaza email yako hapa, let's say email yangu ni hii hapa, nitaijaza. Na baada ya hapo utaweza kuona employer name au jina la mwajiri wako utaweza kuona pale. Sasa utachagua NSSF office ambayo unataka na yako ifanyike mafao yako yashughulikiwe. Kama upo Arusha utaandika Arusha, kama upo Pwani utaandika Pwani. Kwa mfano mimi nitaandika hapa Pwani Coast, alafu utakuja sehemu ya chini, benefit type ni nini? Kwa nini unaomba hiyo? Ni unemployment benefit utaweka hapo, then sehemu hii inayofuata utaweka termination date, utaandika tarehe ya kuweza kufukuzwa kazi, utaandika tarehe yako ya kuweza kufukuzwa kazi, labda ilikuwa ni elfu mbili na ishirini na nne au 2025 au 2025 labda mwezi wa nane tarehe 13. Hii ni mfano tunatolea. Alafu hapa sasa utaandika reasons for unemployment, kwa nini umeachishwa kazi? Termination, end of contract, resignation au re retrenchment or redundancy. Kwa hiyo hapo kama ulifukuzwa kazi utaandika termination, then baada ya hapo sasa utashuka chini utaandika title yako ulikuwa nataito gani? Katika kazi kama ulikuwa mfanyakazi wa kawaida utaandika tu mfanyakazi, au kama ulikuwa na cheo utaandika cheo chako. Hapa level of education utaandika kama ni primary, secondary, diploma, degree and above, utaandika mwenyewe. Let's say hapa D diploma utaweka, na baada ya hapo sasa utashuka chini, alafu utabonyeza hii neno next hapa. Kisha bonyeza neno next, utaweza kuona fomu yako itaenda kwenye akaunti kwao. Utakuja utajaza taarifa zako za account. Katika hatua hii inayofuata, utaandika taarifa zako za account hapa. Na sehemu hii ya akaunti, basi unachotakiwa kufanya ni kuweka account namba yako hapa, utaweka account namba. Baada ya kuweka <coughs> account namba utaandika account name, jina lilopo katika account yako. Na baada ya hapo sasa wait, kidogo. Kwa hiyo sehemu hii sasa utajaza akaunti yako, account number utaweka, utakuja utaweka account name, utaweka bank name. bank name utachagua hapa bank name, kama ni Mwanga kika Uchumi commercial Bank, Mkombozi, utachagua benki ambayo unaitumia na utaweka jina lako la benki yako ambayo unaitumia pale, unaweza ukaisearch pia, kama uioni kama hii NMB Limited ukaiweka pale NMB Limited. Then utakuja hapo kwenye bank branch, utachagua branch yako ni wapi. Kwa mfano mimi nitachagua labda branch Mkuranga. Account name utaandika majina yako yaliyopo kwenye kadi yako ya benki, na baada ya pale sasa utaenda moja kwa moja utashuka chini utabonyeza neno next. Sasa mimi sitajaza hizi taarifa, kwa hiyo utajaza hizo taarifa. Baada ya pale ukishakamilisha utakuja kwenye document Utakuja sehemu ya document. Baada ya hapo, utazireview alafu utasubmit, na then utasubiria majibu yako yaweze. Kama kuna sehemu yoyote ambayo imekuletea changamoto, unaweza ukanicheki kwenye WhatsApp, namba yangu ipo katika description ya video hii, ili niweze kupa msaada ambao umekwama mahali, nitakusaidia, utanicheki WhatsApp. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine, lakini pia uh, usiache kutufuatilia katika channel hii yetu. Asante na karibu.